Sisi katika Uislamu tunafundishwa kwanza kumpenda Mungu kabla ya kumwogopa. Bahati mbaya sana ni kwamba mimbari ya Kiislamu, mimbar inawatishia Waislamu kuhusu Mungu mpaka wanamwogopa kuliko wanavyompenda. Yaani kupanda mimbari tukazungumza Mungu anavyotupenda na sisi tunatakiwa tumpende, sio approach tulioizoea kwenye mimbari ya Uislamu tumezoea vitisho kwamba Mungu mkali nini, lakini Mungu anatutaka tumwelewe kwanza kwamba anatupenda kabla hatujamwogopa. Ndo utakuta wengine wenzetu wasiokuwa waislamu umetushinda katika kuonyesha mapenzi ya Mungu kwa kwa viumbe vyake, wakati Uislamu ndio unaofundisha upendo wa Mungu kwa viumbe vyake. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wana mapenzi makubwa zaidi kwa Mungu. Ndo Imam Ali akisema, mimi ewe mwenyezi Mungu, sikuabudu kwa sababu ninaogopa moto wako au ninatamaya pepo yako. Ninakuabudu kwa sababu nimekuona unastahili kuabudiwa, unafaa kuabudiwa. Hicho ndicho kinachonisukuma. Haya, mi na wewe, kila ukifikiria moto, kila ukifikiria kifo, ndio inakufanya uje usali jamaa, mara nyingine ufanye mpaka sunna uzi sala ukeshe. Kisa nini? Kifo bwana, jamaa kaondoka, jamaa wangu bwana, juzi hivi hivi tu bwana, moto bwana, eh? Wakati gani wewe umeswali kwa sababu unampenda Mungu na unaipenda swala? Kwa hiyo tunahitaji kujilea, sio, tunatakiwa tumpende Mungu zaidi kuliko kumwogopa, na hili linahitaji malezi taratibu, kwamba e, Mwenyezi Mungu ninakupenda.